Maulidi ya yamemsaidia mtume sana sana sana, na kama mtume atafurahika na kitu atafurahika na maulidi, kwa sababu maulidi, kwa kuona sisi wamesilimu watu mamilioni, sio habari za nyuma. Kwa kuona sisi tu ndani ya Kenya na Uganda na Tanzania wamesilimu watu mamilioni, wengine ni mashekhe waongoza dini, kwa sababu ya maulidi. Ha? Wangine ni mawahabi wa kusilimu kwa maulidi. Wangine ni mashehe wa kihabu aitwa maulidi asa maulidi khaswa. Ha. Maulidi yamefanya kazi, tuna mfano kule kwetu Ali Karisa. Ali Karisa sababu ya kusilimu ye, alikuwa ni mgiriama hana dini, akangia mambururi kutembea kwa maulidi, sababu maulidi kwa kina Ahmad Salim Msangara Akapita kitotoni akaisita akasikia mahaba yake nabia, alilia pale pale akasilimu. Baba zake watakumuua akakusoma madarasa tukawatuamkimbiza mpaka ikatubidi tumpeke Amu aistiri nyaka miwili akasoma Amu nyaka miwili akarudi akasoma kwetu. Sababu ya kusilimu nini? Ni maulidi, na yeo afanya kazi kubwa. Alipokwenda kusoma Sudani, Sudani, masomo aliosoma kwenu, kwetu hakuna, we uko juu ya masomo yetu. Kwa sababu ya nini? Ya maulidi na wangapi Shekh Shuaibu Kampala amesilimisha watu mamilioni, sababu na yake ni maulidi, mamilioni. Na wangapi na wangapi? Tukitaka kuhesabia watu walioongoka kwa ajili ya maulidi haya, kinyume, waliopotea kwa maulidi ni wangapi? Ah, lakini katika maulidi watu hufanya maasia, hiyo katika dharfia ni urongo katika maulidi katika ni hapa, nambia afanyo maasi ya nnane hapa, kuna maasi wengi sute, ni maasi, hakuna mwema. Lakini katika ile dharfia, katika maulidi mtolieni mmoya hapa, hapa katika wanawake na wanaume. Sasa hivi katika dharfia afanyo maasia nane, imekuwa katika hiyo, ama wakati wa maulidi hufanya maasi na wakati wa hija hufanya maasia, na wakati wa swala juma ufanya maasia, na wakati wa tarawehe ufanya maasia, wakati wa somu ufanya maasia. Ikiwa ni wakati itakuwa hakuna ibada yote ifanyikao, hakuna ibada yote ifanyikao na wakati ulole, watu wasifanye maasia kufuata ibada ile, lakini katika hakuna wakati huko katika ni ndani ya maulidi hoyo asi. Kuna mtu hapa ni asi, hata shetani humkimbia kuna mtu ni asi, shetani mwenye humkimbia, lakini hufanya maasi hapa au? <laughs> wakuambia waliosoma maulidi wana mambo yao mabaya sana katika maulidi au baada yake, ikiwa baada yake ilili maneno mengine ni mazungumzo baada ya habari sitakatika maulidi si tuko sulbi ya maulidi, tuko katika maulidi. Kuna kitu kimeharibu, kisha ulemoyo alitoa kaseti hasa akatukana, lakini si Abdul Qadir na Fadhili na Ibrahim akamjibisha ya kuwa ndani ya, ya maulidi watufanya maasia tena tayari maulid, na maulidi makubwa makubwa, yeye aliona yeye na yeye hako maulidi kisocolipatikana Lamu, madrasatu najahi mwalimu mmoja marhumu alikufa, aliouliza zijana nani asiokwenda juma na Lamu likuwa juma ni moja tu peke yake, akainuka kijana kamba fulani hakwenda juma. Ulijuaje hakwenda juma? saa watu waswali juma mmemwona sokoni huteza <laughs> na bena alamu, soko ya Lamu mpaka juma ni dakika kumi saa watu huswali juma, amemwona api na wakati ona hakuna mkabiri soti Ule mwalimu atakumtia adabu katokea. Mimi kama mwalimu atia adabu wawili hoyo, <tuhi> walioona naye hakusali juma, na hao <tuhi> walioona maasia katika maulidi, walikifanya ni wao. Kuna wengine hujakasa wakawatongoza wanawake ndani ya maulidi, wakafanya uchafu ndani ya maulidi, lakini wenye maulidi wenyewe hawana nafasi kabisa, hata ku nini. Sayidi Hasan bin Hamid bin Ahmad bin Muhammad Lmihdhar, mtoto wake alikuja juzi Mansub Lmihdhar katika kuzungumza, akaambia hakuna mahala patangamanapo wanawake na wanaume kushinda katika tawafu, ni mtizaji hasa, si ikhtilat, ni mtizaji. Hamjaona tawafu nye? na hakuna mahala kwenye wanawake wazuri katika kama tawafu. Hakika ukitaka wanawake wazuri wa dunia mzima, washikili zote, wa rangi zote, wa kibu. Hakuna kama tawafu, huwezi kuona mahala pengine dunia mzima. Ni urongo? Ni kweli wanawake wazuri kwa tafu, lakini akanambia atufuo haoni wanawake, naona wanawake hatufu. Msikie lugha yangu, ule atufuo kweli haoni nani, kweli. Ukitufu huoni mwanamke na aona mwanamke hakutufu. Basi na maulidi hukumu ni hiyo, aona wanawake hasomi maulidi. Na soma maulidi huoni, ni usoma maulidi umeona wanawake. Ukhti yako kwa, hebu na mchoke wa aldori, tunambia ukhti yake amekaa wapi pale Ukhti yake hasa au mke wake husoma maulidi, lakini wale wazunguka wakaona wanawake hawasomi maulidi. Asoma maulidi haoni wanawake, aona wanawake hasomi maulidi.